Yesu asifiwe. Yes, Bwana asifiwe haleluya. Wangapi wananiona mara hii ya kwanza, a mkono. Yesu asifiwe, barikiwe sana kwa wale wageni kwangu, walio wenyeji wote tunaojuana, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wacha mapenzi ya Mungu yatendeke siku ya leo, Bwana asifiwe sana. Mti ulio na matunda ufanywaje? Mti ulio na matunda pigwa mawe? no, no, no. Kanisa hili likiwa ndilo la kwanza katika maeneo haya mwaka wa elfu mbili na tisa, haikuwa rahisi, na pamoja na ya kwamba mengine yalikuja, maana tumemwambia Mungu kanisa liongezeke, bado mawe yanafanya nini? Mwenyezi Mungu asifiwe sana. Mbele yangu ninaona vigingi vya miti Mwenyezi Mungu asifiwe sana. Lengo lenu nyinyi ni kutengeza fence, lakini mnajua ile miti hili itabanua hili kanisa. Tuna space, tuna space hapa mbele mpaka kwa huo huo, maanake ile neno ambalo mtumishi wa bwana alipewa Rudia tu ile sentensi ya kwamba watu wake wamefanyaje? a microphone nge ukiwa umesimama Wa, uh, messengers wako, lakini watumishi wako wako lakini hawafanyi kazi vile inavyotakikana. hawafanyi kazi inavyotakikana. wako sini hawa wote wanaweza sana wako. Wacha nikwambie huo ujumbe ni kweli, huo ujumbe ni kweli. Sasa wewe makini kusikiza kile Bwana alinipatia kisha ulinganishe na huo ujumbe uone ukweli wa huo ujumbe. ama Mungu nisiongee yangu kabisa. Kwa wale walioinua wali mkono kwamba hawanijui ni wageni, mimi ninaitwa Alice Abadoyo. Huu ni mwaka wangu wa arobaini na tatu tangu niingie Lamu. Niingia nikiwa sina mtoto, sasa nina wajukuu. Nimemwona Bwana katika mambo mengi yote, na katika yote hata yawe magumu kinamna gani, nimemwona akiwa mshindi. Maisha yao watoto, nilipewa saba, nikabaki na wawili hii ni langu iria ya kwamba tutaondoka mtumishi mume wangu ndiye aliondoshwa kwenda kushika eneo hili lilikuwa linaitwa district ya Lamu, Pefa Churches na wakati alipoondoshwa hakuna mchungaji alikubali kuja kuja kuhubiri Lamu 2017 kila aliyekuswa anasema Lamu Siwezi enda huko hata. Kuna mwingine alikuja kabisa na mizigo yake, na akalala kwa nyumba yetu, tukajua ya kwamba sasa muhubiri wa kushika hiyo nafasi amekuja. Kesho ni kwenda, akajulisha akajulishwe wapi, kanisani kulipo. Pambazuka yeye na mizigo yake, ndiye huyo, mimi ninaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen saaneema ya Mungu kwa sababu lisa la PEFA linaangalia sana mambo ya theolojia. Sikwenda theolojia ili niwe mchungaji, nilienda theolojia kwa sababu misingi yangu ni ya AIC na nimeolewa kipendekosti. Kwa hivyo nilitaka kuelewa, kaenda nika theolojia nikasoma miaka mitatu nikaja nikaendelea kufanya kazi nikiwa naelewa sasa PEFA cha cha kipendekosti inafanya kazi gani. Sasa ilipokosekana kabisa, hakuna mtu anataka kuja lao. Wazee wote kwa hiyo bodi wakaji, nikawekwa chini, nikaambiwa, sasa zamu ni yako pengo. Nililia machozi, hii kazi si rahisi. Na wakati huo mimi ni mwalimu, kwa hivyo najulikana maeneo hata. Wakati kanisa hili lilipokuwa likijengwa, watu wa Shela walikuwa wakija hapa wakisema hawataki nini Kanisa. Wale wajenzi wakafukuzwa 2009. Wakati huo sijakuwa mchungaji sana, yani nimetoa kanisa kuwa mchungaji 2017, na lakini kwa ule ujasiri wale mafundi wakakimbia, wakaja kule nyumbani kwa mtumishi, wakasema sasa tumefukuzwa kule kazi, haitakuwa . Nikamwambia msijali, kesho ni Jumamosi, sitakuwa kazini. Kuna mti hapa kwa hii nyumba inazega, kulikuwa na mkilifi kama ule. Nilikuja na leso na kitabu changu cha kusoma. Nikamwambia mafundi, twendeni, nikatandika leso langu hapo na nikaambia anzeni kazi itakuwaje? Nikamwambia msijali nyinyi, anzeni kazi, endeleeni na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimeshasomesha shule primary, kwa hivyo wananijua madamgarise. Haleluya! Sasa walipoanza kazi, wakapeleka ujumbe. Hapa mahali palikuwa padogo, mshukuru Mungu, pamepanuka. Mavuno ni mengi sana, hapa kuna mavuno ili kanisa dai Haleluya, wanashangaa mafundi wanafanya, na jana niliwafukuza wakitokea. Wacha nikwambie. Kilicho ndani yako kina nguvu kuliko kilicho nje. Wakitokea ku, kunakuja vijana paka na mabunda, mafundi wanaendelea, nikaambia msisikize wala msiangalie Endeleeni kugonga gonga misumari hasa wakitokea hivi, wanataka kuja kuwavamia mafundi, wanaangalia pale chini, wanaliona mimi eh, madam mgarise yule, wanakimbia walikimbia mpaka mwisho akenda akamleta chief. Na nawapatia hiyo storia, si mara ya kwanza, na lakini ninakupatia safari tuliyotembea mpaka pahali tumefika na pale Mungu anataka kutufikisha tutashinda. anesaea Chifu alipokuja kaniuliza, madamu, kuna nini kinaendelea hapa? Nikamwambia mimi ni mwalimu. hata ile ilojano nilisema kwa ilo kwa kusudi Kulitua kwa kikao nikaitwa hapa. Kulija wanaume tele na wanawake wa hili eneo kuuliza maswali, na mimi nikaletu kuja kushuhudia kwa asfesa, kina nini kina hapa pamefanya kabisa aniisas sana, nini kinaendelea hapa nikamwambia, sikiza, kwambie Bwana Chief, mimi ni mwalimu. Watoto wa hili eneo hawasomi maana hapa, hapa ni mbali na kule shuleni. Kwa hivyo hapa tunajenga shule, ndio maana hato pa hicho kibao iliandikwaje? Mararani, eh, Mararani, Nazareth School. Ilianza hivyo kama shule. Lakini tangu mwanzo kuanza kujengwa kulikuwa ni kanisa. Basi tukaendelea na Nazareth School, tukaendelea na Nazareth School wakati akaona tunaanza kuabudu. Ah, hii Nazareth School imekuwa kanisa na ni kanisa ta msingi ilipoanza, hakuna kikao cha viongozi viongoziaai kwa hii miguu yangu nisitembee, hakuna hakunaa, lakini ninatembea. Wiki iliyopita nilikuwa Mtetoni, wiki hiyo Mshumezi, nilikuwa mada Maweni, na leo niko hapa ni kwa neema ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa hili la Mararani Changamoto yake moja ni kwamba nyakati kazi ziko juu watu wa wako kazi zikishuka watu wanaenda, lakini haijalishi kwa ule muda ambao Mungu atakupa kukaa hapa kwa ajili ya kazi, maana tumekuja kutafuta kazi ya Bwana, nayo utaifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naweza kuongea sana, mimi ni mwongeaji ina